Taarifa ya kuhuzunisha tuliyoipata inasema kuwa boti moja iliyokuwa na abiria zaidi ya 450 imezama baada ya kuwaka moto katika eneo la kaskazini magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, DRC, na kuwaua takribani watu 50 huku mamia wengine wakiwa hawajulikani walipo. Shirika la habari la Associated Press limeripoti leo Alhamis kuwa operesheni ya uokoaji inaendelea leo Alhamis kwa msaada wa timu za Msalaba Mwekundu na mamlaka za mkoa kufuatia ajali hiyo iliyotokea Jumanne usiku katika mto Kongo. Kwa mujibu wa kamishna wa usimamizi wa mto Kongo, Competent Loyoko, boti hiyo ya mbao yenye injini na abiria wapatao 450 iliwaka moto karibu na mji wa Mbandaka, baada ya kuondoka bandari ya Matankumu kuelekea eneo la Bolomba. Loyoko amesema boti hiyo iliwaka moto baada ya abiria mmoja aliyekuwa na jiko la mkaa kuwasha moto kwa lengo la kupika chakula. Abiria kadhaa, wakiwemo wanawake na watoto, wamethibitishwa kufariki dunia baada ya kuruka majini bila uwezo wa kuogelea. Takribani watu mia moja walionusurika walihamishiwa katika makazi ya dharura kwenye jengo moja lililoko mji wa Mbandaka, wengi wao wakiwa na majeraha ya moto. Mwandishi wa Al Jazeera nchini DRC, Alain Uaykani, amesema ajali mbaya za boti ni jambo la kawaida katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati na alisema kuwa vikosi vya uokoaji mara nyingi hukosa uzoefu na vifaa vya kushughulikia matukio ya dharura. Mamia ya watu wamekufa katika ajali za boti katika miaka hivi karibuni huku watu wengi wakiachana na barabara chache zilizopo na kugeukia usafiri wa kutumia boti za mbao ambazo hujaza abiria na mizigo. Desemba 2024 watu takribani 38 walifariki baada ya kivuko kilichobeba zaidi ya watu 400 waliokuwa wakisafiri kwenda kusherehekea sikukuu ya Krismasi kuzama kwenye mto kaskazini mashariki mwa DRC. Mwezi Oktoba, boti nyingine ilizama katika ziwa Kivu mashariki mwa DRC na kuua takribani watu sabini na nane, huku wengine wakinusurika. Katika wa hatua nyingine, watu takriban hamsini wameuawa katika mashambulizi ya mwishoni mwa wiki hii mashariki mwa DRC, eneo linalokumbwa zaidi na migogoro. Serikali imewarushia lawama wapiganaji wa kundi la M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda japo Rwanda inakanusha madai hayo kuhusu nani aliyesababisha ghasia hizo ambazo zinacho kwa kasi mzozo katika eneo hilo huku jeshi la Kongo la FRDC likikana kuhusika na mashambulizi hayo. Wakati huo huo, tawi la wapiganaji wa wazalendo wanaopigana bega kwa bega na wanajeshi wa jeshi la Kongo la FRDC walidai kuhusika na vurugu hizo katika mji wa Goma, ghasia zilizorejea tena, ambazo wakazi waliripoti katika mji mkubwa huo wa Goma unaodhibitiwa na wapiganaji wa M23, zinahatarisha pakubwa juhudi za amani zinazoendeshwa na Qatar pamoja na mataifa ya Afrika katika mzozo ambao umeibua hofu ya vita vya kikanda. Mkazi wa Goma, Amboma Safari, alisimulia jinsi familia yake ya watu wanne walivyolazimika kujificha usiku kucha chini ya kitanda chao wakisikia milio ya risasi na milipuko katikati mwa mji huo Nanuku. tuliona miili ya askari waliokufa, lakini hatujui ni wa kundi gani, alisema Safari, mwisho wa kunukuu. Mgogoro wa muda mrefu kati ya serikali ya rais Felix Tshisekedi wa DRC na wapiganaji wa kundi la M23 ulizidi kuwa mbaya zaidi Januari wakati wapiganaji hao walipoanzisha mashambulizi makubwa na kuchukua mji wa Goma mashariki mwa Kongo na baadaye kuchukua Bukavu mwezi, mwezi Februari mwaka huo. Mapigano ya hivi karibuni yameua takriban watu elfu tatu na kuzidisha kile kilichokuwa tayari ni moja migo ya migogoro mikubwa ya kibinadamu duniani na kuwafanya watu wapatao milioni saba kuyakimbia makazi yao. Katika taarifa, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Kongo ilisema kuwa watu takriban 52 waliuawa kati ya Ijumaa na Jumamosi, akiwemo mtu mmoja aliyepigwa risasi katika hospitali ya Keshero mjini Goma mashariki mwa DRC. Wizara hiyo iliwalaumu wapiganaji wa kundi la M23 kwa shambulio hilo. Kwa mujibu wa msemaji wa M23 Lawrence Kanyuka, wanajeshi wa Kongo na washirika wao wamehusika kwenye mashambulizi hayo. Kanyuka alisema katika taarifa kuwa operesheni za pamoja kati ya FRDC, wanamgambo wa ndani na vikosi vya Afrika Kusini mwa jangwa la Sahala zinatishia moja kwa moja utulivu na usalama wa raia nchini DRC. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo unaoendelea DRC. Jina langu ni Mgongo Kaitira.